Tukal, karibu katika jungu la Lolani. Leo katika jungu la Lolani, jeshi la Manjiwa ni kikosi hiki, jeshi zima la Manjiwa wana utamaduni. Nimekutana nao hapa Mikoroshoni na nazungumza nao. Karibu, mimi ni Lolani Kalu. Haya. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa majina yangu kamili ni Juma Katana Baya. Uh -huh. Lakini jina la huu muziki wangu ni Manjiwa. Sasa wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa, wa Marekani lakini nimeishi hapa Kilifi udogo wangu wote. Sawa, uh -huh. Na huu muziki ndio kipaji changu. Haya na hawa ulionao ni na kina mama, awa, ando, stiakwa, hey. Nani? Maana maanake naona kina mama hawa ndio kikosi chako hawa. Na nani ukinitajia haraka haraka? Haraka haraka hapa niko na Mama Agnes niko na Chizi pale, niko na Kanza Makupe, niko na Kadi na niko na Nyambura Haro. Ehe, hao ndio wanamziki wako hawa eh? Yeah. E, wale ndio. Na mlianza lini, mlikutana mlishikana vipi, kikosi hiki mshikano huu? Hmm, basi umeshikana wakati ule wa hiki hiki wapa ikitafutwa sawa, kwa sababu tulikuwa hii shamba iko na mhindi sawa. sisi sasa tukaingia hapa na Hamisi ndio kodinata uh, wetu ambaye ametuleta mahali hapa sawa. kwa hivyo ni katika elfu mbili na kumi na saba nd inda ni uwanja huu uh, uh, Ubuntu FC, nikaunganisha hizi nyimbo ziendelee hapa, hii nyimbo iendelee sasa, huku ni kwenu. kwa hivyo kwa hivyo ni shamba kubwa, unasema shamba, unasema shamba kote? hey, eh tuko nyumbani hivi sasa eh na shughuli zenu ni kuimba tu peke yake. Shughuli zetu si kuimba tu. Kila hmm, mmoja na shughuli zake ambazo anazifuatilia huko kwake sawa? Lakini huimbaji sio. Kwetu tumeona hiki kipaji kisipotee kwa sababu utamaduni usiende kando, lazima uingie ndani kwa ndani. Wewe mwenyewe ulifundishwa na nani? Mimi ni fundi na babangu, na babangu ni marehemu hivi sasa. Alinia, akiwa babangu anatembea, alikuwa anaimba naye. uh -huh. Alikuwa anaitwa nani? Anaitwa, ilikuwa... Baya wa Mwaro. Eh, kanipa hiyo kazi ya kuimba sasa, kwa sababu nikiibaji ni milimo kwetu sio. Na niendelea mpaka sasa. Mimi kivyangu hapa, sijai na mbali, nalijia msaada, kwa sababu niko kama leo fika kwangu sio e. Kwa mshauri Mwenyezi Mungu alikuwa anasema kwamba mfike kwangu mje mnihoji kama hivi sawa, alafu nipate usaidizi kutoka kwenu. Mimi huchukuliwa na shangazi Masika yule wa kusema O... mishala sio, eh, yeah, yeah. e, e, he, heo nachukua mimi nafasi za kufanya nini, Dhapu, cheza cheza nienda hata Watamu nienda hata Duruma na huu muziki na hao na chama wangu sijapata chance ya kunisaidia zaidi bwana mbele. Hata kurekodi hamja rekodi bado? mna nyimbo ngapi zenu wenyewe? mimi mwenyewe eh, kama hizi latest hizi za hivi sasa hivi punde ni nyimbo ngapi umetunga sasa hivi za hivi sasa? hii nimetunga ya George Kiti, ya George Kiti eh, ya George Kiti. Nasemaje? hebu hebu hebu, basi mimi kama nimwambie ya George, mfano wa kiongozi mzuri anamanyikana

Sisi ni wanajeshi, hata ukipo popote tunaingia popote, hata kama kuna miba tutaingia. Lakini changamoto zipo, wengine wanatutaka, hatuna kitu cha kutusaidia, bado tunasukuma hii nafasi. Tunataka kujua nani msaada, labda Koko inapoanza kwa msaada wetu, ikatusaidia tukasonga mbele. Eh, mna matarajio ya kuwafundisha watoto, mna watoto nyinyi? Eh, tuna watoto. Mnawafundisha hizi utamaduni. Hizi hizi tamaduni. Mm. Eh, tuna watoto na wafundisha sasa huu hii hu, wimbo hu wenu unaitwaje? Hii ni nyimbo gani? Maana kuna aele kuna nini nini? Ni wimbo wa chechemeko huu. Huu ni wimbo wa chechemeko. Ndio ngoma yenu ya kupiga. Wewe mwenyewe ndio unapiga. Napiga mwenyewe mimi. Mm. Na, na alafu mara nyingine mnaenda kupiga harusini harusini popote tunacheza, matangali popote Kole, hey, mikutano ya ah kila mahali tukakoa tena. Ukitaka nyimbo ya matangani, sio, takuimbia hey. Kitakaya harusini, takua harusini, ukitaka ya chochote, hata kuea mtoto a atolewa kwa hey, sababu ati anatolewa, tunaimba hizo nazo mimi Mbona watu wa, wa hawapendi hizi nyimbo za zamani za kienyeji? Sasa hapo ndio sielewi. Nasema huo msaada wangu. Ndio hivyo basi, utamaduni ni kitu ambacho kinafaa kuenziwa kama walivyosema wenyewe wavyele mwachamila, mutu ni mtumwa. Kwa hivyo tuenzi utamaduni na tuendelee kusongeza mbele kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kutana nami tena wiki ijayo katika makala mengine ya Jungu la Lolani. Mimi ni Lolani Kalu.